yanatisha na kunyanyua masikio ya wananchi eh, ya, ya unyang'anyi wa kutumia silaha, unyang'anyi wa kutumia nguvu, wizi mkubwa wa boti na mashine zake kwa kiwango kikubwa sana umepungua. Unyang'anyi wa kutumia silaha mwaka jana kulikuwa na makosa matano, mwaka huu kutoka mwezi wa kwanza mpaka wa nne hatuna kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha, lakini kuna kunakupatikana na samaki wachanga, mwaka jana kwa kipindi kama hiki tulikuwa na makosa manane lakini mwaka huu tuna makosa manne. Kwa hiyo tuna upungufu wa asilimia hamsini wa kosa hilo. Vitendo nivakumeta <coughs> manasi ya uhalifu katika Ziwa Viktoria wa mashine sasa makamanda wote kwa jinsi mlivyoandaa kwa wingi na jinsi ambao mlivyoandaa taarifa. Nimepata taarifa ya mwaka ishirini na nne lakini nimesoma taarifa ya mwaka ishirini na tano na mwendelezo wako, kwa kweli nawapongeza sana kwa kazi njema ambayo kuna maazimio na utekelezaji wa maazimio kwa sheria kubwa akatitajendela kuja taona episi ambaye amenga maazimio alega kuichopita yakfania wakazi vizuri na baza ale machachi tu ndiyo yaendelea kutekelezeka katika kikao cha leo. Kwa nichukue nafasi hii na kupongeze makomanda na sekretarieti pamoja na wadau wote ambao tumekutanika hapa kwa kuweza kukubaliana, lakini mtekelezaji wa maazimio ndiyo msingi wa maendeleo a rasilimali muda, rasilimali fedha na nguvu zetu, lakini hatuwezi kufikia yale matarajio ambayo tunataka. Rasilimali ya uvuvi ndani ya Ziwa Victoria ni mali ya Watanzania wote, kwa hiyo kwenye hili tunawajibika Watanzania wote kushirikiana. Sisi kama chama cha wavuvi tumejitahidi kwa kila njia kutoa elimu, tumeongea na vyombo vya habari, tumeongea na na maafisa wa polisi tumeongea na maafisa wa uvuvi tumetoa elimu ya kutosha juu ya rasilimali ya uvuvi. Kilichobakia ni kwa Watanzania wenyewe wanaziwa Viktoria kutuunga mkono na kujua rasilimali hii ya uvuvi na ziwa Viktoria ni mali yao.